Eh, kupitia mtandao dhidi eh, ya rais wa, wa, kikosi cha Young African, wajumbe wa bodi na watu wengine ambao ni viongozi ni kwamba Yanga wamekubaliana kwamba hawatacheza mchezo namba 184 tena, yaani mchezo ambao ili mchezo cha siku ya Jumamosi Yanga hawatakuja kucheza tena kwa sababu walifuata kila kitu kikanuni. Sasa wao wanasubiri tu waone nini kitatokea kutoka kwa bodi ya ligi, lakini pia katika kikao hicho walikubaliana kwamba Da Yang African inahitaji Simba ipokwe alama tatu kwa sababu hawakutokea katika mchezo, lakini pia da Yang African wameenda mbali zaidi kwa kutoa e, tamko kwamba hawana imani na bodi ya ligi hivyo basi, wanaomba TFF waweze kuivunja bodi ya ligi kwa sababu imekuwa na mwendelezo wa kuto kutoa matokeo e, kutoka kutokutatua matatizo pamoja na kutafsiri kanuni vyema kama ambavyo wamekuwa wakifanya siku za hivi karibuni. Bana, hilo ndilo linaloendelea e, katika sakata kubwa e, la soka nchini kwetu Tanzania. African dhidi, eh, ya TFF dhidi ya Simba Sports. Lakini pia wewe kama mtazamaji wa West TV una nafasi ya kutuandikia maoni yako juu ya hiki chote ambacho kinaendelea. Je, wapo sahihi au hawapo sahihi kwa upande wa kikosi cha Yanga? Lakini pia Simba baada ya kuzuiwa kuingia kufanya mazoezi, wao pia unaona wapo sahihi au hawapo sahihi. Lakini twende mbali zaidi kwa TFF ambao walitoa taarifa ya kusitisha mchezo huo na kupangiwa tarehe siku nyingine, unafikiri uongozi walikuwa sahihi au la?